Nchi yetu wale ambao wanapambana wao kwa wao tuwaache, kwa sababu sisi ndani ya dakika chache tutaumia sisi wanyonge, lakini miamba hii haitaumia, hii haita, miamba itabaki pale pale. Kwa sisi wa Tanzania tudumishe amani ya nchi yetu. Vishawishi vingine, sijui mara andamana, mara fanya hivi hivyo, achana navyo tudumishe amani, amani ya nchi yetu, amani ya taifa letu. Tusijeone Tanzania kuwa DRC Kongo. Tanzania siyo DRC Kongo. Tanzania ni nchi ya amani, ni nchi ambayo Mheshimiwa Nyerere aliacha kwa amani. Basi tunaomba tudumishe amani hiyo, wa Tanzania tuendelee. Angalia wenzetu DRC Kongo, hakuna kazi yoyote wanaifanya mpaka dakika hii, watu ni kukimbia vita, kukimbia mabomu Angalia Ukraine, angalia nchi nyingine zote, angalia Urusi, watu ni kukimbia mabomu, vita, watu wanakufa. Jamani, tudumishe amani ya nchi yetu, tuachane na haya mapembe mawili ambayo yanabishana. Hayo tuyaweke pembeni, hayo mapembe, wale ni tembo wawili wanapambana, tuwaache. Lakini sisi wa Tanzania tudumishe amani yetu na utulivu, kama vile wimbo wa taifa ilivyoimba. Mungu ibariki Tanzania, Mungu ibariki Afrika na Mungu azidi kutubariki. Amina na upendo. Amen.